Kampuni ya Royal Media Services ku ushirikiano na wakfu wa Zizi Afri itapeperusha moja kwa moja vipindi maalum vitakavyoangazia masuala ya elimu kupitia jukwaa litakalowakilisha wanafunzi, walimu, wa wazazi na maafisa wa wizara ya Elimu. Akizungumza wakati wa kutia saini kwa mkataba huu katika afisi za Royal Media, mkurugenzi wa habari wa kampuni hii Linaskaikai amesema jukwaa hili la elimu litawapa Wakenya fursa ya kuchangia mjadala wa utendakazi wa sekta ya elimu. Mkurugenzi wa wakfu fu wazz Otieno akisema kuwa vipindi hivyo vitawawezesha wadau katika sekta ya elimu kuwajibika. Vipindi hivyo vinne vitaanza kupeperushwa na runinga pamoja na redio za kampuni ya Royal Media kuanzia tarehe 13 mwezi Oktoba na kukamilika tarehe 19 Januari mwaka 2026. Jukwaa hili ambalo tutaliandaa kuanzia tarehe 13 mwezi, mwezi huu wa Oktoba itawapa nafasi Wakenya wengi kupasa sauti zao na kutoa maoni yao kuhusu maswala yanayohusu elimu nchini. Je, ni vipi kurekebisha maswala hayo ambayo hajaenda vizuri? Ni vipi kuendeleza yale ambayo yanaendelea vyema? Ni fursa nzuri sana kuunganisha you know, um, mashirika haya mawili ya uh, Royal Media Services na Zizi Afrique Foundation na kuja pamoja kuhakikisha kwamba tumetengeneza um, jukwaa ambalo litatumika na Wakenya kuzungumzia masuala ya il elimu.